Kwa majina naitwa Nyegige Maginga ya katika hospitali ya mkoa wa Mwanza Sekou Toure. Ah, huko katika kampeni ya utoaji wa vitamini A na dawa kinga za minyoo. Zoezi hili hufanyika mara mbili kwa mwaka, mwezi wa 6 na mwezi wa 12. Lengo kubwa la kufanya zoezi hili ni kuchunguza hali ya lishe za watoto ili kubaini watoto ambao wana changamoto zote za kelesha na kuwapatia matibabu kwa wakati mwafaka. Zoezi hili hutolewa kwa watoto ambao ni kuanzia miezi sita hata miezi hamsini na tisa. Kwa mara nyingine ni watoto walioko chini ya umri wa miaka mitano. Zoezi hili huduma zinazotolewa katika zoezi hili ni matone ya vitamini A ambayo hutolewa kwa njia ya mdomo. Lakini kazi kubwa ya vitamini A ni kuimarisha kinga ya mwili lakini pia kuimarisha afya ya macho, lakini pia kuimarisha kinga ya ngozi. Na hutolewa kwa watoto wa aina mbili: watoto ambao wana umri kuanzia miezi sita mpaka miezi kumi na moja na vile vile kundi la pili hutolewa kwa watoto ambao walioko na mwaka mmoja mpaka miezi hamsini na tisa lakini sambamba na zoezi la vitamin A tunatoa dawa kinga za minyoo. Dawa hizi ukiolea kuanzia mua kwenye ndo mwaka moja mpaka miaka mitano na ukiolea kwa njia ya mdomo. Lengo kubwa la kutoa dawa hizi za minyoo ni kuimarisha kinga ya mwili, lakini kuzuia magonjwa yote ambayo yanaweza kusababishwa na minyoo ambayo yapelekea upungufu wa damu aa, kupelekea kifo kwa mtoto, lakini vile vile kuimarisha virutubishi viendelee kubaki ndani ya mwili na kuongeza kinga ya mtoto. Mtoto anapokuwa amelisha oh, ina maana anapoteza virutubishi kwa wingi oh, na anaweza akapoteza maji, madini mwisho wa siku kwa kumpoteza mtoto. Ni sababu kubwa ya kufanya zoezi hili. Zoezi hili linapatikana hata hapa kwetu Sekou Toure. Huduma hii tunatoa katika idara ya wazee na watoto. Tunatoa kuanzia saa 1 asubuhi, saa 1 na nusu asubuhi. Dozi hili tunalitoa ni bure, halina gharama yoyote na hakuna maumivu yoyote yale ambayo mtoto anayapata. Sambamba na, na kampeni ya vitamini A na dawa kinga za minyoo, katika hospitali yetu ya Sekou Toure tunatoa huduma za kilishe. Tunatoa ushauri mbalimbali kuhusiana maswala mazima ya lishe, na tunatoa elimu hasa kwa magonjwa yasiyoambukiza, kwa mfano kisukari, presha, saratani lakini pia tunachunguza hali ya lishe kwa mtu yoyote yule ambaye tayari ana matatizo, lakini hata ambaye bado hajapata matatizo, pia tunazungumza naye na tunafanya uchunguzi wa kisayansi na kumpatia majibu na matibabu kulingana na shida itakayomkuta naye. Huduma ipo na watumishi tupo, tuko, tuko tayari kuwahudumia, hivyo tunawakaribisha wananchi wote wa Mwanza au mikoa jirani wanaoweza kufika katika mji wetu wa Mwanza wafika shule ya hospitali yetu ya Sekou Toure ili waweze kupata matibabu yote.